yangu Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe Mjini, ameniagiza kwa nafasi mbili. Nafasi ya kwanza kama diwani wa kata ya Uwemba, lakini pia ameniagiza kama mdogo wake, kwamba kipindi cha kampeni una jambo mliteta naye, na mbunge wetu nadhani mnamjua ni mtu mpenda watu, lakini pia ni mtu ambaye anampenda sana Mungu kwa hiyo anapokuwa ameahidi jambo lake ni mwepesi sana wa kutekeleza jambo lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina! na ukijaribu kuangalia toka atoe ahadi ile mpaka utekelezaji wake ni muda mfupi sana, maanake kwenye kampeni alisema siwezi kufanya jambo lolote, lakini baada ya kunichagua itaweza kuendelea na majukumu mengine. Na kwa kweli niseme tu amekuwa mwaminifu kwenye hilo. Wako watu wengine ni mepesi wa kuahidi lakini mtekelezaji wake unakuwa ni nini? Ni mgumu. Lakini ni tofauti na kaka yangu mbunge wa jimbo la Njombe Mjini, kaka yangu Deo Mwanyika akiahidi anafanyaje? Akiahidi anafanyaje? ahadi Aki zenye na zinatekelezwa kwa muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana iliyomfikia ofisini kwake ilikuwa ni uhitaji wa ukarabati wa kanisa kwa maana ya si ndivyo jamani? Amen. E, naweza labda nikawa nimepewa ni, ni, maelekezo tofauti. Amen. Basi ombi lile alilipokea, na yeye yuko kwenye vikao vya bunge na nadhani namuona anaendelea na vikao vya bunge, lakini jamani, mimi niseme jambo moja tu kwa maombi yenu anawashukuru sana Amen. Anasema tu kwa maombi yenu ya kufunga na kuomba na kumuombea, ameniambia hivi anawashukuru sana Amen. Lakini pia maombi yenu yamemsababisha alipofika kule asiwe mbunge tu, awe mwenyekiti wa bunge akopia. Jamani, hii ndio faida ya kumtumikia nani hii ndio faida ya kumtumikia nani? Kaka yetu anamtumikia Mungu, kaka yetu anajitoa kwenye huduma hizi. Bwana Yesu asifiwe sana Amina. Sio hapa tu, hata jirani zetu nadhani mnajua pale alifanya kitu kikubwa Anglican, lakini bado hapa hapa Magoda na Lutherani mlipopeleka barua, na yeye ameamua kusapoti ujenzi kuku, kusapoti ukarabati wa dari nyumbani mwa Bwana kwa ombi langu tena Tuendelee kumwombea sana Mungu ampe afya njema, lakini Mungu aendelee kumkumbuka kwenye nafasi nyingine kubwa na kubwa na kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So na ninaamini na ninaamini tukiendelea na maombi na kwa bahasha nzito kama hizi, Mungu ataendelea kutenda, Mungu ataendelea kutenda, Mungu atamkumbuka kwenye afya yake, lakini Mungu ataendelea kumkumbuka kwenye nafasi Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi mimi ninaomba niseme jambo, niseme nisiseme, niseme nisiseme. Siku zote ukiona swala la mbunge basi lazima iwe nene, basi lazima iwe nini, nene. Bwana Yesu asifiwe sana basi. Nisio na maneno mengi. Mheshimiwa Mbunge Deo Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe Mjini, ameniagiza mdogo wake na diwani wa kata hii niweze kuwasilisha kiasi cha shilingi milioni moja kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Basi mimi nisiwe na maneno mengi, mshukuru mwenyekiti wa majengo kwa kutanguliza hizo shukurani. Pia nami kwa niaba ya kanisa kama katibu wa mtaa tunasema asante sana, kutufikishie salamu kwa Deo Mwanyika. Tunashukuru kwa kupokea kiasi cha shilingi milioni moja. Mungu ambariki na mbariki zaidi, aende viwango vya juu zaidi Kama Mkristo wa mtaa huu nipende kusema una washukuru sana kwanza, kuitika wito. Unaweza ukapewa wito, lakini usiitike. Unaweza ukaitika, lakini usiitike, kama ambavyo wengine walitamani. Unaweza ukaitika kwa maana kwa kwanza, nige nikajionyeshe tu, lakini mimi, mmeitwa umeitika na umeitikia kiujumu. La Mungu wabariki sana lakini pia sisi tuwatakie utekelezaji mwema wa majukumu yenu ya kiserikali na kufanya mambo makubwa katika jamii. Tunaona, tunaangalia na namna ambavyo mnavyopambania Njombe yetu na namna ambavyo mnavyopambania wananchi wetu. Natamani wananchi waishi katika maisha mazuri, natamani kuona wananchi wanaishi maisha ya kuangaika. Hiyo tu kwamba Mungu wa mbinguni sana basi, kwa kuwa ameomba kuondoka basi ninaomba ufanye sana kupitia sadaka hii, kwamba Mungu au yeye akijipokea pale madhabahuni kwenye kiti chake cha enzi, maanaake tayari mipango yenu yote itakuwa inaendelea, ina ina ina. Kwa hiyo a kupitia hii sadaka na huu mchango mliotupa kuna kitu kitaendelea kwenye mta wetu. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Basi wapendwa wa washarika, kwa dakika chache tuzungumze kitu kimoja. Kwanza zungumza kwenye kitu kwenye ofisi ya mbunge, hao wamekuja ili wasikia juzi, e, Jumatano walikuwa wanazungumza kwenye kipindi fulani cha redio, wanazungumza mambo makubwa sana, kubwa sana kwenye kipindi chao ja. Kwa hiyo katika yale mambo makubwa wanapofanya hivi vitu vinaonekana madhabahuni pa Bwana. Maana hivi vitu Mungu kupitia sadaka atakuwa anafuatilia, ehemu alitoa hii sadaka lakini wanasema wana nini kwa ajili yao. Kwa hiyo maana yake Mungu aendelee kuonekana katika ofisi nzima ya mbunge kuanzia uratibu wake hadi viongozi wale ambao waliowaweka ili wamwakilishe mbunge. Yupo yupo wapi? yupo bungeni kule, lakini huku maeneo yanaendelea. Lakini sambamba na hilo Sema kitu kwa ajili ya ofisi ya nani ya, ya mheshimiwa hapa -e, diwani wakati yeye ili kila atakachokuwa anakifanya Mungu ayashike kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe, karibu kwa pambio la kuabudu kwa ufupi baada Mungu. Mungu. ya hapo tutaenda tuta mbele za Mungu tutamshukuru Mungu, tutaomba ofisi ya mbunge, tutaomba Mungu aendelee kushughulika na ofisi ya mbunge, kila vita lolote ile itakayoinuka juu yao haitafanikiwa bali Mungu aendelee kuachitusha katika mambo mema kwa huduma yake. Bwana Yesu asifiwe.